E, ndugu waandishi wa habari, kwanza kabisa niwashukuru kwa kuungana na sisi katika kikao kazi hiki ambacho kimehusisha ofisi nne. E, ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali, ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria na ofisi ya Msajili wa Hazina. Utaona muunganiko wa ofisi hizi e, ni ofisi ya msajili wa hazina na taasisi za sekta ya sheria. Eh, kwa nini tumepanga kukutana leo? Tumepanga kukutana leo ili kuweka mikakati na maazimio ya namna bora ambavyo, eh, taasisi hizi za kisheria kwa kushirikiana na ofisi ya msajili wa hazina zinaweza kukaa pamoja na kutengeneza e, mikakati ya namna bora ya kushirikiana katika kulisukuma gurudumu la maendeleo, hasa kwenye sekta ya sheria. Kama mnavyofahamu, nchi yetu inatawaliwa kwa mujibu wa sheria, na sheria hizi ndizo ambazo zinaongoza taasisi zote za umma na ndizo ambazo zinasimamia uwekezaji hapa nchini. Sasa em, em, eneo moja muhimu ambalo ningependa kulizungumzia ni uwekezaji katika sekta ya umma. Nafahamu kwamba serikali kila mwaka imekuwa ikipokea gawio ambalo eh, ni malimbuko yanayotokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika sekta za umma. Sasa sekta hizi za umma zinafanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria. Na sheria hizi ambazo ndizo zinasimamia uwekezaji huu ndizo ambazo Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali inazitumia kutoa ushauri kwa serikali. Sasa yapo mambo mengi ambayo tumekubaliana, e, tuyape kipaumbele tukiwa tunatazama, e, dira elfu mbili na hamsini na katika kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi hapa nchini na nafasi ya mashirika ya umma na hasa ofisi ya msajili wa hazina katika kutimiza, e, lengo hilo ambalo, e, serikali imeliweka katika kipindi cha miaka ishirini na tano ijayo. Kwa hiyo utaona kwamba mchango wa, wa sekta ya sheria katika kutengeneza na kutunga sheria au kupendekeza mabadiliko ya sheria ambazo zitaweza kusaidia kuwezesha sekta binafsi na, hasa, na hata sekta za umma zile ambazo zinawekeza na zinafanya biashara hapa nchini ili ziweze kushirikiana vyema na sekta binafsi kutimiza lengo hilo na hasa kuhakikisha kwamba tuna, e, tunafikia target iliyowekwa ya e, dola trilioni moja ifika hapo elfu mbili na hamsini. Hilo ndio lengo kuu la kwa nini tumekutana hapa ili tuweke mikakati hiyo ya pamoja. Ulizungumzia uh, kwa mwaka mnasaini mikataba kuanzia 2015 mpaka 20. Kuna changamoto yote katika uh, upitiaji wa hiyo mikataba. cangamotottpithkta e, ni swali zuri na kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kusaini mikataba ni jambo moja, lakini ni mchakato mrefu unaopitiwa mpaka mikataba hii inakuja kusainiwa. Kwanza kuna kuwa na malengo ya serikali yaliyowekwa katika mipango ya serikali ya mwaka moja moja na miaka mitano, na kama ambavyo unaona sasa tuna dira ya miaka hamsini ambayo itavunjwa vunjwa kwenye vipande vidogo vidogo ili kutimiza malengo yaliyowekwa. Na katika mikakati hii au mipango hii inayowekwa na, na serikali sehemu kubwa ya mipango hii inatimizwa kwa kutegemea bajeti na pengine kuingia mikataba ya uwekezaji baada ya kuwa tumevutia uwekezaji kutoka kwenye mataifa mbalimbali mbali na makampuni mbalimbali mbali duniani. Kwa hiyo ipo michakato mingi inayopitiwa kwanza, eh, majadiliano yanayofanyika ili kuweza kulinda masilahi ya nchi na faida zinazoweza kupatikana kutokana na uwekezaji huo. Kwa hiyo utaona kwamba yapo majadiliano yanaweza yakaendelea na yakachukua muda mrefu na majadiliano haya yanaweza yakachukua muda mrefu, mengine yanaweza kachukua muda mfupi, lakini lengo kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba masilahi ya nchi yanalindwa na yanapatikana wakati wote kama sehemu ya masharti yatakayoingizwa kwenye mikataba hii. Sasa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inayo wajibu wa kuhakikisha kwamba inatoa ushauri e, ipasavyo wakati wa uingiwaji wa mikataba hii. Sasa kuingiwa kwa mikataba ni jambo moja, lakini utekelezaji wa mikataba hiyo ni jambo muhimu sana ambalo ndio linaleta thamani ya kile kilichokusudiwa, na hasa kutimiza yale malengo ya serikali iliyoyaweka katika kipindi cha mwaka mmoja miaka mitano, na hasa hata kipindi cha miaka ishirini na tano kwa kadiri ya mipango ya serikali jinsi ilivyo. Kwa hiyo changamoto inaweza ikawepo, kama unavyofahamu kwa kadiri ambavyo uwekezaji unazidi kukua uwekezaji huu unakuja na changamoto zake na changamoto hizi zinatafutiwa solution, na solution zikipatikana basi tunahakikisha kwamba utekelezaji wake unakuwa ni kwa mujibu wa masharti yaliyoingiwa na e, makubaliano yaliyoko kwenye mikataba limeisaidia sana nchi, kwa sababu kwanza ni takwa la kisheria kwamba kabla mikataba hii haijaingiwa e, au haijasainiwa e, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inao wajibu wa kisheria kuhakikisha inafanya upekuzi kuangalia e, masharti ya mikataba yaliyowekwa au yaliyokubaliwa na jinsi ambavyo yanaweza kutekelezeka na jinsi ambavyo maslahi ya nchi yamelindwa katika mikataba hiyo. Kwa hiyo, kwa nafasi, kwa nafasi tuliyonayo sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mikataba yote ambayo ina, ina maslahi ya nchi inawasilishwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na tunafanya upekuzi na kwa sehemu kubwa taasisi hizi za umma ambazo zinawasilisha eh, mikataba hii kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali zimeweza kupata faida ya, ya mikataba ambayo inatarajiwa kuingiwa au pengine mikataba inayo iliyoingiwa lakini imekutana na changamoto. Kwa hiyo ofisi yetu sisi inayo nafasi kubwa sana sana eh, kuishauri serikali kuhusu mikataba hiyo na kwa kweli imesaidia sana kuhakikisha kwamba kunakuwa na masharti yanayotekelezeka. Na habari ah, asubuhi. Naitwa Nehemia Mchechu, msajili wa hazina, na leo ilikuwa ni siku muhimu sana, uh, katika vikao ambavyo tunavifanya tukiwa ofisi ya msajili wa hazina pamoja na wadau wakuu uh, katika uh, eneo la sheria ambao ni ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya wakili mkuu uh, lakini pia ofisi ya mtungaji sheria mkuu uh, mwandishi mkuu wa sheria um, ofisi ya msajili wa hazina inasimamia mashirika kama mia tatu na nane ambayo yanamilikiwa na serikali moja kwa moja, na hayo mengine ni yale ambayo tuna ubia. Katika yale 252 ambayo tuna umiliki mkubwa wa moja kwa moja, ni mashirika ambayo tunaitegemea ofisi ya, ya mwanasheria mkuu kama ndio ofisi kuu inayotuangalia katika upande wa sheria lakini pia uh, kuna aspect nzima ya utungaji wa sheria na mtakuwa mnakumbuka kumekuwa na maagizo ya mheshimiwa Rais kutaka kuona tunaboresha sheria zetu uh, ili ziendane na dhana na dira nzima ya nchi ambako tunaelekea sasa. Uh, sheria hizo pamoja na kupita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, lakini una mwandishi mkuu wa sheria. Kwa hiyo, na ilikuwa ni vizuri tukakaa hapa, ni mda wetu mkubwa, kwa sababu hatuna sheria ambayo inaweza ikapita bila bila yeye kuwa amesimamia na kuhakikisha kwamba imeandikwa vizuri. Lakini pia tunafanya biashara na wadau mbalimbali private sector, uh, mashirika ya ndani na nje ya nchi na wakati mwingine kunakuwa na kuna migogoro. Kwa hiyo pia ilikuwa ni muhimu sana kuwa na ofisi ya wakili mkuu uh, wa serikali katika kikao hiki cha pamoja, ili kuweza kubadilishana mawazo, kuweka mikakati na kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukasonga mbele. E, maeneo ya mikataba, maeneo ya kisheria ni maeneo ambayo unaweza ukapoteza pesa nyingi sana, lakini pia tuna uwezo wa kuokoa pesa nyingi sana, sio za kushtakiwa, lakini hata kimkataba, katika kupitia na kuhakikisha kwamba una vifungu vizuri sana. Kwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu kwetu ina umuhimu wake mkubwa sana, ya mwandishi uh, mkuu wa sheria ina umuhimu wake mkubwa sana katika kupika sheria, lakini ya wakili mkuu wa sheria ina umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba kama tunakuwa na mikwamo iko mahakamani, tuna kesi ziko mahakamani, then tunatembea nao na tunahakikisha kwamba uh, tunazimaliza hizo kesi. Kwa ushirikiano huu tunaenda kufanya na vikao vingi ambavyo tutakuwa tunafanya sasa kila mwaka, itatusaidia kuhakikisha kwamba mambo ya kisheria yote yanakuwa yanaenda vizuri na yanakuwa na tija, uh, katika wekezaji au wekezaji unakuwa na tija katika nchi, kwa kuwa tunakuwa hatuna mambo mengi au riski nyingi ambazo tunazichukua kisheria kwa kuwa tunakuwa tumeziadresi mapema.